Ili kuendelea kupeleka message kwa Watanzania ambao pengine hawapati taarifa kama ambavyo zilipaswa. Nitakuwa na mambo kadhaa ya kuyaeleza. Cha kwanza ambacho nitaanza nayo, nitaanza na kitu kinaitwa no reform no election. Ukiyasikia tu haya maneno, unaelewa kwamba ni maneno ambayo yamelenga kuvunja katiba, yamelenga kuharibu umoja na utulivu wa taifa letu. Reforms ambazo watanzania wangekuwa wanazihitaji zaidi ni maendeleo, hakuna zaidi ya hilo. Na wanaosema no reforms no election, kuna wakati unawashangaa. Siku si nyingi tulikuwa tuna utaratibu, kuna mgombea anapita bila kupingwa katika nchi hii na kuna watu wamekaa kwenye viti bungeni, walipita bila kupingwa leo rais wa nchi. Moja ya reforms zilizofanyika ni hiyo, hakuna kupita bila kupingwa na jambo na, na, na, na, hili nafikiri rais amelileta kwenye wakati muwafaka mno kwa sababu we, we, we unapokaa ina maana kuna mazuzu watupu. Yani, hamna mtu ambaye anaweza ku, ku, kuona hufai ama unafaa. Hakuna huo utaratibu. Tunahitaji reforms gani? Reforms ambazo watanzania wanazihitaji ni maendeleo. Kwa hiyo kauli hii ukiangalia ni kauli ya kijanja ya watu walioshindwa kutaka kukimbia uchaguzi, na tuliwaambia ngadu ngadu kwa ngadu. Wakati uliopita tulisema hapa sisi kama vijana wa Tanzania hatuko tayari kuona mambo yanasemwa semwa ambayo yanaweza kuleta hatari kwenye nchi na sisi tukajifungia vyumbani, hilo hatuko tayari nalo. Tunasema leo, kesho likitokea lingine, tutawaita, tutasema tena, kwa sababu sasa tumeona kwenye taifa letu kuna watu ni kama wamejimilikisha, wao ndo wanaweza kusema, wengine mkisema wanakupa majina fulani fulani mabaya. Sasa tutakubaliana na hayo majina, lakini utakapoleta neno lolote la kupotosha jamii yetu la kudhani unaweza kusema tu kitu kinachoweza kuhatarisha amani, amani na umoja wa nchi, tutakuja kulieleza. Kwa hiyo hii no reforms no election, ndugu zangu, ni kitu ambacho kinatamkwa na watu ambao wanajua kwenye election hakuwezekani tena, kwa sababu maendeleo yaliyoko kwenye nchi yetu ni makubwa ambayo Rais wa nchi ameyafanya. Sasa kama kwenye uchaguzi ya kuwezekana, sasa sababu zimekuja kwenye e, e, reforms ambazo mabadiliko ya sheria sijui za uchaguzi maboresho yake, vyama vyote vilishiriki na yamefanyika. Leo wanakimbia kimbia, na lengo kubwa hapa, watu mulielewe, hawa wanavuruga amani ya nchi. Sheria za nchi hazitungwi na kikundi cha watu wachache. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo watu sita wanaweza kusema hiki kibadilike tu, halafu watu milioni sitini wanaona pako sawasawa. Haiwezekani. Sheria zinatungwa na Bunge, na bahati nzuri wao walikuwa ni sehemu ya wabunge. Zikishatungwa bungeni, weidha uwe unazipenda ama uzipendi, utazifuata mpaka zitakapobadilishwa, na, na sisi wananchi ndio tunaishi humo. Kwa mfano leo hawa watu wanaosema Hey, uchaguzi uh, sijui sheria utafanyika bila sijui kukubaliana nini nani, nani, na nini najiuliza maswali mifumo hii hii tulionayo ilimweka Tundulissu miaka kumi bungeni ni mifumo mifumo hii mifumo hii tulionayo imemweka Freeman Mbowe tena akiwa mkuu wa kambi ya upinzani bungeni imemfanya uh, uh, nani lema kuwa waziri kivuli wa mambo ya ndani. Sheria hizi hizi ukishindwa tu ndo zinakuwa mbovu, yani ukishindwa ndo sheria zinakuwa mbovu. Kwa hiyo Watanzania, tuko hapa kuwaambia hatudanganyiki. 2025 Oktoba tutashiriki uchaguzi. Hii ndio kampeni ambayo tuna ilonji leo, hatudanganyiki mwaka elfu mbili na ishirini na tano Oktoba tutashiriki uchaguzi, na usiposhiriki hiyo ni shauri yako, na watakaofanikiwa kushinda watakuongoza. Lakini jambo lingine ambalo ningependa kulizungumza ni, ni, ni mchakato wa katiba. Tumebakiza miezi michache kwenda kwenye uchaguzi kwenye uchaguzi, kuna mtu anasema bila katiba mpya hamna uchaguzi. Huyu amerogwa uchaguzi sio matakwa ya kikundi cha watu wachache. Uchaguzi ni ma, eh, I mean, katiba mpya ni maamuzi ya wengi, walio wengi wanasemaje? Hii katiba imeanza kuwa mbovu leo kwa sababu hauko bungeni? Hii katiba imeanza kuwa mbovu leo kwa sababu huna fedha za kuendesha uchaguzi? Kwa sababu hiki ndicho ambacho chadema wanakikimbia. Tumeona wote wameanzisha kitu kinaitwa tone tone milioni sitini na nne waliopata waliifanyia mpaka place, kwa siku saba chama ambacho kina uwezo wa kukusanya milioni sitini na nne kwa siku saba kinataka kuongoza nchi. Wakati juzi kumetokea uchangiaji hapa, wamechangisha baba Baba Levo na Mwijaku masaa mawili milioni sijui mia tisa, kuna watu sitini na nne wiki mzima, milioni sitini na nne haiwezi kuendesha uchaguzi na mimi nitawaambia, kwa sababu mimi nimekuwa Chadema. Hata kwenye vituo wanavyosemaga tuliibiwa kula, sio kweli, hatunaga hata hela za kulipa mawakala. We wakala unamkopa, nakuhesabiaje kula? Kwa hiyo una, unapeleka mgombea huna wakala unataka kula zako. Kwa hiyo jambo la katiba kwa sasa nafikiri litasubiri mpaka uchaguzi utakapomalizika, kwa sababu hatuna muda, miezi ni michache, taifa linakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Jambo lingine aa, kumetokea mambo ya ajabu sana, na hapa ndio nataka watu waelewe jambo hili katika nchi yetu. Kumekuwa na double standard mbaya sana, ambayo sasa inakaribia kulipeleka taifa shimoni wako watu wakifanya makosa washughulikiwe, wako watu wakifanya makosa waachwe huru. Sasa jambo hili mimi binafsi limenishangaza na limenishangaza kwa nini, nitaeleza hapa. Juzi ametokea kiongozi wa chama cha upinzani anasema, tumejiandaa kuhamasisha watu kufanya uasi kufanya uasi hili, hili neno sio la kuchekewa. Kwa lugha ya Kiunani, uasi ilikuwa inatumika kama apostania, ambapo maana yake ni kuupinga mfumo uliowekwa au mamlaka. Sasa katika Biblia uasi umetamkwa mara nyingi zaidi. Mtu anayesema tutahamasisha watu kufanya uasi hivi amewahi kufikiria mataifa ambayo yanakumbana na uasi sasa hivi? Mmewahi kufikiria wale M23? Wale ndio waasi wenyewe. Mmewahi kufikiria taifa la Congo linapitia wakati gani katika nchi ambazo wameshapitia kadhia za uasi? Huyu aliyetamka hivi wangemgawana, wasingemwacha. Anasema kwa confidence, fikiria wamefanya mikutano mingapi? Halafu sisi kama vijana wa taifa hili eti tukae tuwe tunasema oh, hili ni jambo linawa hakuna. Haya mambo yanatuhusu wote, hili ni taifa letu. Hatukuja Tanzania kwa kadi ya mwaliko, sisi ni Watanzania halisi. Sasa mtu huyu amefanya mikutano yake mingi, lakini alipoanza kuingiza mambo ya uasi kwenye taifa vyombo vya dola vimeshughulika naye ulalo ulalo, wamemrukia lakini jambo la ajabu ambalo limenishangaza ni kuona sasa viongozi wetu wa dini. Unajua, viongozi wa dini ni watu ambao Mungu anawatumia kwa ajili ya jamii hii. Kwa lugha nyingine, viongozi wa dini, tena ni baadhi sio wote, ni macho na masikio ya Mungu kwenye taifa Mungu akuwa anaongea na wana wa Israeli alikuwa anaongea na Musa na kuna wakati watu walikuwa wanamwona Musa ni samjo anawapiga saundi. Na sisi kwenye taifa letu Musa wetu ni Samia Suluhu Hassan, ndio Samia wa nchi. Mungu alipokuwa anazungumza na Musa, Musa anawaambia siku moja, wale wana wa Israeli wakamwambia, we Musa, utakuwa una saundi, hebu huyu Mungu kama anaongeaga na we tumsikie. Mungu akamwambia Musa kwenye kitabu cha Mwanzo, nitakasie watu hawa leo na kesho, kisha wazifue nguo zao kwa ajili ya siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima Sinai. Wale watu wakakaa sawasawa. Utisho ulipoanza kushuka, hakuna mtu alikaa pale. Musa, hatutaki tena huyo Mungu, kutana naye mwenyewe. Sasa viongozi wa dini ni masikio ya Mungu na macho ya Mungu. Mungu anazungumza nao kwa ajili yetu. Wakati fulani Paulo alikuwa akiku, akiki, akiki, akitoa, akikemea ama akionya jambo fulani kwenye jamii, alikuwa anasema jamani, hili hajasema Mungu, nimesema mimi Paulo, ni mzuka wangu. Sasa najiuliza haya wanayoyasema viongozi wa dini ni Bwana amesema ama ni wao? My God. sijui kama wanaelewa Paulo anasema haya nimesema mimi, wala Mungu hajaniagiza sasa viongozi wetu wa dini, mtu aliyesema habari za kuleta uasi kwenye taifa, mnatokea mnasema aachiwe bila masharti. Niwaulize swali, ni bwana amesema ama ni nyie? Kama ni nyie ndio, kwa sababu tuko hapa kuwajibu, kwa sababu jambo la mungu huwezi kulijibu, na utaona watu wanao watu wanao toa hizi kauli, ndio maana nimesema sio maskofu na wachungaji wote, ni watu wale wale ambao Dr. Silaha kwenye kitabu chake alisema hiki ni chama cha kigaidi. Dr. Silaha akasema kwenye kitabu chake kwamba chama hiki ndicho kinateka watu, na akamtaja kijana mmoja Watemeke, msaidizi wake, alivyotekwa na wanaCHADEMA. Yameandikwa kwenye kitabu chake. Hakuna kiongozi wa dini aliyehoji hayupo wala kukemea, wala kukemea. Juzi Tundulisu anasema habari ya uasi kwenye taifa. Ndugu zangu, nataka niwaambie vitu ambavyo pengine ninyi hamvijui. Tundulisu Lema na mwenzao mmoja mwaka elfu mbili na ishirini waliomba uraia kama wakimbizi wa kisiasa kwenye mataifa kadhaa huku Tundulisu akiwa ameomba Ubelgiji kule Uberigiji ni mwananchi ana posho na mshahara wake na familia mpya nyingine iko Marekani. Lema ni raia wa Kanada, ambapo 2020 aliomba apewe hifadhi kama raia kama mtu ambaye nchini kwake kuna kuna vitu fulani, wakampa ule uraia wa Kanada. Leo wanatuambia sisi kinuke, alafu mimi na mwanangu Ronaldo tunafanyaje? Kanada hatukujui. We utakwenda wapi na mtoto wako? Ubelgiji wanakujua. Hawa ndio watu wanataka sisi tupigane, tuuane ili wao waende kwao, maana tuseme lugha hiyo. Lakini maneno haya, hajatokea kiongozi wa dini hata mmoja wa kukemea. Sasa katika kitabu cha Samweli wa kwanza ile sura ya kumi na tano Bibilia inasema kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Yaani Mungu anavyoutamka uwasi. Haya wa, wa, viongozi wetu wa imani hawajawaambia hawa watu ni kama dhambi ya uchawi na ili uwasi utokee, ni lazima ni lazima shetani ahusike. Unaona, hata kwenye bustani ya Edeni kabla uasi hujatokea alitumwa nyoka kwanza kupiga stori na yule mwanamke hapa. Kuna nyoka huyu. Tundu Lissu ni nyoka wa kwenye bustani ya Edeni, ni nyoka, ndiye anapenyeza maneno sisi tufarakane. Yeye yeah, aende kwao Belgiji. Kwa hiyo uasi unaambatana na kiburi, na ili sasa ufanyike ni lazima kinywa kitumike. Kinywa chake kimenena maneno ambayo yanahatarisha amani ya taifa letu. Lakini ukisoma katika kitabu cha Isaya, nawaambia viongozi wangu wa dini, haya ndio wanapaswa kutumia. Kitabu cha Isaya ile sura ya kwanza na ule mstari wa wa 20 anasema, lakini mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa hiyo kuasi adhabu zake ziko mpaka kwenye Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo Mungu anasema, na walioasi, Mungu aliwafunga wengine shimoni, wengine vifungoni. Sasa tujiulize maswali, tunazo magereza kwa sababu gani? Tubomoe magereza basi. Kwa nini mmoja aachiwe? Kwa nini leo viongozi wetu wasitoke na tamko wakasema wafungwa wote waachiwe? Wanasema mmoja tu. Mnaelewa maana ya uasi? Uwasi ni uhaini, maana yake unaweza kufanya chochote kwa hiyo serikali, unaweza uko tayari kwa lolote. Ndio maana wakati mkubwa anasema tunaasi, yule mdogo wa Arusha anasema kitanuka. Kitanukaje ndugu zangu? Kwa hiyo tuko hapa kuiambia jamii yetu iwapuuze hawa watu, iwapuuze hawa watu, na hawana nia njema na